Vijana ni asilimia thelathini na nne. Sasa hii ni nguvu kazi, ni theluthi moja ya nguvu kazi ya taifa. Ni lazima tuhakikishe iko kazini, inazalisha, na tunakuhakikishia tutazalisha mwelekeo. Leo tunazindua mpango mkakati, baada ya kuzindua, tutafanya kazi kubwa ya kutoa mafunzo, kwa maana ya kuongeza maarifa na stadi kwa vijana wetu kwa makundi mbalimbali mbali. Baada ya hapo tutafanya utekelezaji, sasa implementation, kwa miradi tutaainisha yale makundi, wataanza kutekeleza na mwisho ndiyo mikopo itatoka, na ufuatiliaji na tathmini utafuata. Labda niseme kwa nini sisi tunafanikiwa zaidi. Sisi hatuanzi na kumpa mtu keshi, tunaanza na kuweka mazingira uwezeshi. Kwa mfano, kwenye kilimo, tunaposema mtu alime kahawa achanganye na mazao mengine sisi tunaandaa shamba, tunapitisha sisi bulldozers kusafisha, tunapitisha tractors kuchabanga. Na vijana wetu wa mkoa wa Kagera kwa umoja wao, tuliwaombea na tukatoa tractor tano na wizara ya kilimo, ambazo ziko kwenye halmashauri zetu. Kwa hiyo tukiisha chabanga wao, tunawashirikisha kwenye kupanda, kuweka mbolea kumwagilia kwa sababu tunajitahidi sana kuchimba visima kwenye mashamba hayo na kuweka nyasi. Kwa hiyo kila kijana anapewa ekari moja tu. Kwa nini tunatoa ekari moja? Tunataka wapate wengi, lakini ekari moja hii ina ina faida kubwa sana. Eka moja ina uwezo wa kumpa mkulima akilima vizuri milioni kumi na mbili kwa hesabu ya chini kabisa. Milioni kumi na mbili ukitoa gharama za uendeshaji wa shamba milioni nne, unabaki na milioni nane. Faida milioni nane, ukigawanya kwa kumi na mbili unapata shingapi? Waasibu mpo laki sita na elfu sitini na sita kwetu sisi huku kwenye serikali, laki sita ni mshahara wa mtu mwenye degree moja na nusu. Mnajua degree moja na nusu, amegraduate shahada ya kwanza afu akaenda na post graduate <laughs> maana yake ni hela nyingi sana, yaani uwe na shahada, umeajiriwa na serikali, afisa mkubwa wa serikali tunakupatia laki sita. Mmeelewa ndugu zangu? Na hizi ndizo tunazoita ajira zenye tija.